Yahebwana, hizi ndiyo sifa za kila mkoa hapa Tanzania. Tunaanza na Dar es Salaam, utapeli umezidi. Tunakuja Arusha, watu wa Arusha ni wastaarabu sana. Tunakwenda Mbeya, Mbeya bwana, wanaongoza kwa matukio. Mwanza, Mwanza watu wa fujo. Tanga, Tanga wanapenda sana mapenzi. Morogoro, Morogoro nao ni watu wa starehe. Tunaenda Dodoma, Dodoma wana bahati, Wagogo wana bahati sana, watu wa Dodoma. Iringa elimu bora, yani ukitaka elimu bora nenda Iringa. Ruvuma pombe kwa ulevi, ama bwana uambie chochote kile. Ukienda mkoa wa Rukwa uchawi. Ukienda Tabora mikosi, mikosi. Ukienda Shinyanga njaa kali. Ukienda Singida umalaya. Ukienda Kagera ni sifa tunajua tena, Wahaya. Ukienda Lindi waoga. Ukienda Kigoma, awa jamani, wabishi kweli, hawaha wa Kigoma. Ukienda pwani, pwani bwana uvivu, hawapendi kazi, ila wanapenda starehe. Ukienda Mtwara, Mtwara bwana asara, yani unajua, yani asala, mambo ya asala. Asala Mtwara ni kitu cha kawaida sana. Ukienda Kilimanjaro, Kilimanjaro bwana wabahiri. Ukienda Mara ni watu fulani hivyo, asira kwa wakuli ya huko kukupiga mkuki au ni asara. Ukienda Manyara, Manyara utajiri e, mataita huko, watu wenye pesa wanapatikana Manyara. Ukienda Geita, Geita bwana, watu wa Geita wana presha, kitu kidogo tu presha imepanda. Ukienda Simiu, maradhi. Ukienda Njombe, watu wa haraka, wanapenda sana haraka haraka yani. Ukienda Katavi, Katavi ni watu fulani hivi, wanaaibu sana. Haya bwana, niambie mwenzangu, unatokea mkoa gani ili tujue tabia zi.